Umaskini haukuja kukuua, umekuja kukuamsha. Je, uko tayari kusimama? Umaskini si nuksi, ni hatua ya kwanza. Wengi hufikiri kuwa maisha magumu wanayopitia ni hukumu ya maisha. Wengine ukata tamaa wanapozaliwa katika mazingira magumu, wakidhani kuwa hawatapata nafasi ya kuishi maisha bora. Lakini ukweli ni kwamba umaskini sio hukumu, bali ni hatua ya mwanzo ya safari ya ukuaji. Hali uliyonayo sasa haikuelezi, bali inakuandaa. Fikiria hili kwa sekunde chache. Umaskini ni shule isiyo rasmi, haifundishi vitabu, bali inakufundisha uvumilivu, ubunifu na uthabiti. Haikuji kama kitu kibaya; kinyume chake, ni darasa la maisha litakalokuwezesha kushughulikia changamoto kubwa zaidi kesho. Kila mtu aliyefanikiwa duniani alianza mahali fulani. Oprah Winfrey alikulia katika familia maskini huko Mississippi lakini hakuruhusiwa na hali hiyo kumzuia kufanikisha ndoto zake. Ben Carson alikulia katika familia yenye changamoto nyingi, lakini leo ni mmoja wa madaktari bora zaidi ya upasuaji wa ubongo hata Aliko Dangote alianza biashara ndogo ya kuuza sukari na unga wa ngano akiwa kijana mdogo. Umaskini hauna nguvu ya kukuua, bali una nguvu ya kukuamsha. Kila changamoto, kila ukosefu, kila usumbufu ni nafasi ya kujenga moyo wa chuma, moyo wa kushindwa kidogo lakini kuendelea kusimama. Socrates aliwahi kusema, He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have. Ukiachana na kujihurumia kwa kile ulicho nacho sasa, unaweza kuunda maamuzi makubwa ya kesho. Wale wanaotoka kwenye hali ngumu mara nyingi huwa wabunifu zaidi kuliko wale waliopata kila kitu kwa urahisi. Albert Einstein alisema, in the middle of difficulty lies opportunity. Ugumu wa maisha una nafasi ya kufunua kipaji chako cha kweli. Badala ya kulalamika, jiulize, ninawezaje kutumia kile nilicho nacho sasa kuunda kesho yangu? Hakuna aliyesimama kwa muda mrefu bila kuamua. Maamuzi yako ya leo yanaweza kuvunja mnyororo wa umaskini wa kizazi kizima. Booker T. Washington alisema, success is to be measured not so much by by the the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome. Mafanikio hayapimi kwa nafasi unayoikata bali kwa vizuizi unavyoshinda. Hivyo basi usiogope kusema nilianza chini. Ndiyo hadithi itakayowapa wengine matumaini. Anza sasa hata kama huna pesa, connections au mtu wa kukuamini. Umaskini hauwezi kukuzuia. Unaweza kukuzuia tu ukikubali kuwa na hofu. Steve Harvey alisema, "If you are going through hell, keep going." Hali ngumu si mwisho, ni mwanzo wa hadithi yako ya mafanikio. Endelea, kila hatua ndogo unayopiga ni ushindi. Siku moja utajivunia kwa kiburi nilianza chini lakini sikubaki chini. Kumbuka, kila hatua ndogo unayopiga leo ni ushindi wako kesho. Ukijisikia motisha, share video hii kwa rafiki yako anayehitaji kusikia hii. Comment ninaweza hapa chini, na usisahau kubonyeza subscribe au follow, ili upokee motisha zaidi kila siku.